Somo katika kitabu cha nabii Isaiya. Watu waliotembea bizani wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi ya kivuli cha mauti, mwanga umewaangazia umezidisha kura ile ya kushindwa kwa Midiani, viatu vyote vya askari vyenye kukanyaga nchi, makoti yao yenye kuchafuka kwa damu yameteketezwa, yamechomwa motoni. Maana mtoto amezaliwa kwetu jina lake mshauri mwenye hekima, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Uwezo wake utaenea, amani haitakuwa na mwisho katika kiti cha enzi cha Daudi na katika ufalme wake nao utasimikwa imara juu ya haki na uadilifu, tangu sasa na kwa siku zote. Ndiyo yatakayotendeka kwa mapendo ya Bwana wa majeshi. Neno la Bwana. <laughs>